Tunaposanifu miradi yetu tuangalie kuhakikisha kwamba huo mradi, namna ambavyo tumeusanifu, je, hautuletei upotevu wa maji? Kwa sababu unaweza ukasanifu, alafu ukaweka gaps za washout. Washout hiyo ni maji yanapotea, kuna overflow, maji yanajaa kwenye matenki yanamwagikia, lakini umetumia gharama katika uzalishaji. Kwa hiyo yote haya tunahitaji tuna kuhakikisha kwamba ni lazima mdhibiti vipengele hivyo vyote, upotevu wa maji, kama ni kipengele cha wizi wa maji, uchepushaji wa maji, au mifumo yetu ya uendeshaji wa maji ama miundombinu yetu, matenki, mabomba, aidha kwa kujengwa chini ya kiwango, mabomba kwa chini ya kiwango, au uunganishaji ambao uko chini ya kiwango. Kwa hiyo ni lazima tubainishe upotevu wetu wa maji asilimia kubwa unatokea kwenye kipengele kipi, au maji yasiyolipiwa lakini yameruhusiwa kutumika. Kwa hiyo ni lazima hili tuliangalie hapa, sio kwa, kwa buasa peke yake, iwe Ruwasa iwe mamlaka zote, wote hakikisheni mnafanya hivyo ili tuweke mikakati ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti wizi wa maji, tunadhibiti uchepushaji wa maji, tunadhibiti kuangalia kama ni tatizo ni mita ndo inavujisha kama ni tenki letu, reservoirs letu, zi, kwa hiyo tukimaliza kipengele hiki cha, e, cha kudhibiti upotevu wa maji tunakuja kwenye kuhakikisha kwamba usanifu wa miradi tunaofanya tusije tukasababisha gharama kubwa kwa serikali. Tusisanifu mradi halafu tunatarajia kuja kutengeneza variations. Variation hizi ni moja ya sababu ya kupoteza fedha za serikali kwa sababu huwezi ukasanifu mradi unasema kwamba nitatumia bomba la inchi nane alafu ukaanza kutekeleza mradi unasema kwamba tunahitaji bomba la inchi kumi. Maana yake kwamba kwenye usanifu wako haukuwa makini. Inawezekana ni kweli mahitaji yamebadilika, lakini sasa wakati unafanya kazi yako lazima ukubali kuelewa skopu ya kazi yako, na skopu ya kazi yako inakupatia namna ambavyo utahitaji kufanya dizaini yako. Sasa hiyo design yako ndo itupatie sasa matokeo ambayo tunayahitaji. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nikisikia kuna variation, napata taarifa kwamba hapa kuna wizi unataka kutokea. Any variation katika utaratibu wa usanifu wa miradi ni jambo la kawaida, lakini isiwe excessive kiasi kwamba inakuwa kama njia pekee ya kuanza kubadilisha skopu ya miradi. Huo ni wizi kama wizi mwingine. Kwa hiyo nataka niwaombe sana tukae imara sana katika usanifu ofisi za MRM lakini ofisi ya mamlaka ambayo inashughulika na, na usanifu wa miradi. Naombeni mkaokoe pesa za umma kwa kufanya usanifu unaoendana na mahitaji.